Sina shaka leo kwamba anazungumza na waumini katikati ya matatizo. Pengine ni aina fulani ya ugumu au hatari au mzozo. Labda leo unagundua kwamba hakuna njia ya kuepuka. Mungu atalazimika kukupitisha kupitia hayo. Naam wapendwa, zaburi hizi mbili zinazofuata zitakupa silaha unazohitaji kwa ajili ya mzozo ujao. Zaburi sura ya ishirini ni maombi kabla ya vita na Zaburi sura ya ishirini na moja ni sifa baada ya vita. Na zote mbili zitatuelekeza kwa Bwana wetu mshindi na Mwokozi, Mfalme wetu Yesu Kristo. Sasa, hapa katika Zaburi sura ya ishirini na aya ya moja, Daudi anaomba maombi mara moja. Hilo ni hasa kwa ajili yako leo. Unapoingia kwenye mzozo unaokabiliana nao. Anaandika. Bwana na akujibu siku ya taabu. Jina la Mungu wa Yakobo na likulinde. Sasa ikiwa una Biblia iliyo wazi mbele yako, kwa sasa unaweza kuzungushia maneno jina la Mungu. Litatokea mara tatu katika Zaburi hii, kama Daudi anavyorejelea jina la Mungu. Sasa jina la Mungu linazungumzia kila kitu ambacho Mungu anawakilisha. Moja Yohana 5 na madakika kumi na tatu inasema kwamba wale wanaoamini katika jina lake wana uzima wa milele. Kwa hiyo kuamini katika jina lake ni kuamini katika asili yake, sifa zake za kiungu na Mungu, kifo na ufufua wa mwana, kila kitu ambacho jina lake linawakilisha kumuhusu yeye, ndicho wazo sasa. Tena hapa katika mstari wa tano, Daudi anaandika, tupige kelele za furaha juu ya wokovu wako, na kwa jina la Mungu wetu tuinue bendera zetu. Kwa hiyo kusanyiko linaamini katika jina la Bwana, natazama hapa wanapeperusha bendera zao. Naam, wakati taifa la Israeli lilipoenda vitani, walitembea kulingana na makabila yao. Kila kabila lilikuwa na bendera au nembo yake ya kipekee, labda ilikuwa na aina fulani ya nembo. Tunaweza kusema hivyo leo. Kitabu cha Hesabu sura ya mbili na mstari wa mbili kilirejelea aina hii ya desturi. Kwa hiyo kila e, kabila lilikuwa na alama maalum iliyotumika katika bendera zao za kikabila. Walichagua rangi, walichagua miundo, na kwa kweli nina hakika kama tungeweza kuziona zingekuwa nzuri sana. Unajua, lazima ilikuwa ni mandhari ya kuvutia kuwaona Waisraeli wakiwa wamejipanga kwa vita na wakitembea chini ya bendera hizi zenye rangi. Lakini wanapotembea kwenda kutetea taifa lao, wimbo ambao Daudi anawafundisha kuimba hapa si kuhusu Unajua, kuamini katika bendera yao au nembo yao au chapa yao ni kuhusu kuamini katika jina la Bwana. Naam, rejeleo la tatu tunalo kuhusu jina la Mungu linapatikana hapa katika mstari wa saba. Daudi anaandika wengine huamini katika magari ya vita na wengine katika farasi, lakini sisi tunaamini katika jina la Bwana Mungu wetu. Unajua, anashangaa kama Daudi anatafakari hapa juu ya wakati ule alipokabiliana na Goliathi. Daudi alitembea kwa ujasiri huko chini katika bonde la Ela kukabiliana na huyu jitu. Nimepata fursa ya kusimama juu ya bonde hilo hilo huko Israeli, na ningeweza kumfikiria Daudi kijana akishuka huko kuelekea kwa huyu jitu Goliadhi, na alipokuwa akimkaribia, Daudi alipiga kelele gani? Unakuja kwangu na upanga na mkuki, lakini mimi nakujia kwa jina la Bwana wa Bwana, moja Samueli 17 na wa wa Bwana mstari wa 45. Kwa hiyo Daudi anawaambia watu wake, sasa wanapokwenda kupigana na maadui na maadui hao wana silaha za kisasa. Ni nini hizo, magari ya vita, farasi? Basi tuinue bendera ya imani kwa kusema hivyo, na tuimbe hivi, tunatumaini katika jina la Bwana Mungu wetu. Sasa tunapoingia katika Zaburi 21, mfalme na jeshi lake wanarudi kutoka vitani na wameshinda. Hii ni kweli zaburi ya kuweka mfalme. Mstari wa mwisho wa Zaburi 20, tulioangalia tu, unasema Bwana mwokoe mfalme, lakini sasa hapa katika Zaburi 21, kimsingi wanapiga kelele, mfalme aishi milele na kwa njia, mataifa mengi katika katika dunia yetu leo yameitumia Zaburi hii katika sherehe ya kuweka mfalme wao. Hapa katika sura ya 21, mfalme ana taji la dhahabu limewekwa juu ya kichwa chake. Mstari wa tatu unasema hivi: uliweka taji la dhahabu safi juu ya kichwa chake. Aliomba maisha kutoka kwako, nawe ukampa urefu wa siku milele na milele. Hivyo hii inatuingiza katika sherehe ya kuweka mfalme wa kifalme, na sitaki upuuze hili. Hii pia inaangalia mbele kinabii kwa utawala wa milele wa Yesu Kristo, mfalme wa Wafalme. Na hebu niwaambie wapendwa, falme za dunia hii huenda wakakariri zaburi hii, lakini wanapata tu ladha ya kile ambacho Daudi anaandika hapa. Muktadha wa moja kwa moja unahusu fahari na mazingira ya wafalme wa duniani. Wataalamu wa Biblia wanaamini kwamba Zaburi ya 21 huenda iliandikwa kwa ajili ya na kisha kuimbwa wakati wa kuwekwa kwa mfalme Daudi na kwamba itatumika katika historia wakati wa sherehe za kuwekwa kwa wafalme wa baadaye. Zaburi hii ikawa kama wimbo wa taifa wa Israeli kwa namna fulani. Ni zaburi ya shukrani kitaifa kwa Mungu na hii ni ushuhuda wa kibinafsi wa Daudi hapa pia. Tazama hapa kwenye mstari wa saba ambapo anaandika, kwa maana mfalme anamwamini Bwana na kwa upendo wa kudumu wa aliye juu hatatikisika. Unajua, hiyo ni njia nyingine ya kusema mfalme aishi milele, utawala wake udumu kwa muda mrefu, apewe. Mstari wa tano unasema hapa utukufu na mmoja wa waandishi ni nao apenda alizaliwa Uingereza karibu miaka 1 mia iliyopita anaandika kuhusu desturi za kumvika mfalme wa Kiingereza taji. Baada ya mfalme kuvalishwa vazi lake la kifalme, baada ya pete ya kifalme kuwekwa kwenye kidole chake, ikimaanisha ndoa ya mfalme na ufalme wake, baada ya taji kuwekwa kichwani mwake na askofu mkuu watu wote wanaanza kupiga kelele, Mungu mwokoe mfalme! Na kelele hiyo inasikika kote katika kanisa kuu. Wakati huo, tarumbeta zinaanza kupiga na mizinga mikubwa katika mnara wa London inaanza kulia ili Uingereza yote ijue kwamba mfalme mpya amevalishwa taji. Sasa, kabla tu ya kuketi kwenye kiti cha enzi mfalme anapewa nakala ya Biblia, na wote wakuu na waheshimiwa wanakuja na kuwapa utii wao kwa mfalme mpya. Sasa mara tu sherehe hiyo ya uaminifu inapokamilika, kwaya inasimama na kuanza kuimba. Uteuzi wa maandiko yaliyoimbwa inaweza hata kuwa zaburi hii maalum ya Daudi. Mara kwaya inapomaliza, watu wote wanaanza kupiga kelele na kuimba tena, Mfalme aishi kwa muda mrefu! Wo, hiyo inanigusa kama ladha kidogo ya ufalme wa milenia ujao, wakati wote waliokombolewa watapiga kelele na kuimba kwa Yesu, Mfalme aishi kwa muda mrefu. Kwa kweli, kitabu cha Ufunuo kinatuambia kwamba Yesu Kristo atatawala wakati wa miaka elfu hiyo hiyo milenia ufalme duniani ambao unafuata kipindi cha dhiki. Tunaambiwa mji wake mkuu utakuwa Yerusalemu. Watu na mataifa ya dunia ambao walikataa kumfuata mpinga Kristo, ambao walikubali injili ya Masihi, basi hawajafa bado, wanaishi wataingia katika ufalme huo wa milenia wenye utukufu. Watakuja na kutoa heshima zao watatoa ibada na sifa zao kwa mfalme wa wafalme. Nani anajua, huenda sote tukawa tunaimba zaburi hizi hizi katika sherehe ya kutawazwa kwa Mfalme Yesu. Kwa kweli sidhani kama tunaweza hata kufikiria fahari ya sherehe ya kutawazwa kwa Bwana. Siku hiyo itakuwa ya ajabu, yenye utukufu, wafalme wa mataifa yote ya dunia ambao wamemwamini Kristo wakati wa kipindi cha dhiki na wameingia katika ufalme huo wa milenia wenye utukufu watakachofanya ni nini? Ufunuo 21 mstari wa 24 unasema wote watakuja na kuwapa utii waaminifu kwa Yesu Mfalme, na tutakuwa pale pamoja na wote waliokombolewa katika tukio hilo kuu, ambao wamekuja naye anapokuja kutawala duniani. Na nani ajuaye, huenda tukaungana na kila mtu mwingine kupiga kelele nini? Tutapiga kelele aishi mfalme kwa muda mrefu, na tutajua mioyoni mwetu bora kuliko tunavyojua sasa. Haitakuwa tena kwa imani bali kwa kuona, kwamba kwa kweli amekuja kuishi na kutawala duniani katika ufalme unaoanza utawala wake wa utukufu, ambao kwa hakika utaendelea milele. Sawa, hebu nikukumbushe kwamba sote tunaweza kuanza kufanya mazoezi kwa ajili ya siku hiyo kuu. Tunaweza kuanza leo, tunaweza kuimba mioyoni mwetu, tunaweza kuishi kupitia maisha yetu maana ya zaburi hizi za kuwekwa mfalme. Bwana Yesu, wewe ni bwana wangu, wewe ni mfalme wangu. Hivi sasa nataka utawale na kutawala kama mfalme moyoni mwangu na katika maisha yangu. Ndio. Sawa, hadi safari yetu ya hekima inayofuata, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.